ya kutoka Ikulu Zanzibar na hapa nazungumza na mhandisi Zena Ahmed Said. Yeye ni katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi. Kwa kweli Zanzibar ni simanzi, na mheshimiwa, pole sana kwa msiba. Asante sana. Tupo sote kwa kweli, sio wa Zanzibar tu, lakini wa Tanzania wote. Kwa kweli ni pigo kubwa tumeondokea. Utaratibu upo vipi hivi sasa? E, tunasubiria e, ratiba imeshatoka na mazishi itakuwa ni tarehe kumi na nne. Kwa hiyo ni waombe wote wale wapenzi wa Charles waje wamwage pamoja na kumsindikiza kwenye makazi yake ya milele alijiunga na Ikulu Zanzibar mwaka 2021. Bila shaka ulifanya naye kazi takriban miaka minne sasa, unazungumzia vipi utendaji wake wa kazi hasa katika idara yake? Kwa kweli Charles alipokuja amefanya mabadiliko makubwa sana ya mawasiliano ya ikulu hapa, ikachangamka na taarifa nyingi za utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo ndani ya Zanzibar zikawa zinapata eh, muonekano mpya kwa kuonekana. Alipata vijana ambao wamefanya nao kazi, wakawa wanatoa habari pia kwenye social media uzoefu wake kwa kweli ulisaidia sana mawasiliano ya ikulu hapa yakawa ni mazuri sana. Baadaye Mheshimiwa Rais alimteua kuwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Hilo lilichochewa na nini? Weledi wake, e, kazi zake zilikuwa zinajisemea mwenyewe, zinajisemea zenyewe, na kwa kweli alionekana anafaa na hakuna ambaye anaweza kupinga. Sauti yake mtu inashawishi kusikiliza, kwa kweli e, alikuwa anastahili. Na, na nini tujifunze kutoka kwake sasa kama sisi waandishi wa habari ambaye tulianza kumsikia tukiwa wadogo sana mpaka sasa hivi tukajikuta tunafanya naye kazi? Nafikiri nyinyi waandishi wa, wa wa habari mtajua vizuri zaidi historia yake. Wanake wao wanasema alianza tangu miaka ya mwanzoni ya themanini kwenye waandishi wa habari wa na amedumu na taaluma yake mpaka mwishoni. E, naamini alikuwa mwenyewe anajiendeleza kibinafsi, lakini alikuwa ana nidhamu sana na ana bidii ya kazi e. Kwa hiyo hayo ni mambo makubwa ya kujifunza. Pamoja na hayo, alikuwa na ile teamwork. E, anafanya kazi na wenzake bila kuwa na shida na wote wa rika lote. Mimi hapa amekuja pamoja na kwamba yeye kwa umri wake ulikuwa ni mkubwa, lakini alikuwa anafanya kazi na vijana mbalimbali, na sijawahi kupata malalamiko yoyote hata moja, sijawahi kwa kweli ile e, aliwaunganisha na alikuwa anaweza kukaa na watu vizuri sana. Nidhamu, heshima, ucheshi vilikuwa ni moja ya sifa zake zilizokuwa zina, zina, zinampeleka mbele. Kwa hiyo na nyinyi mjifunze eh, kuwa na hizo sifa, kwa sababu ni sifa nzuri sana kwa binadamu kuwa nazo. Mwili wake ukishapokelewa tarehe kumi na tatu ah, bandari ya Unguja, wananchi wanaruhusiwa kufika kufuata mwili ama utaratibu umekuwa vipi? Kwa eh, kweli hilo siwezi kulisemea kwa sasa hivi, sababu sina uhakika kama wameweka arrangement za aina hiyo. Ninavyojua kwamba utaagwa pale Idris Abdul Wakil, kwa hiyo watu watapata fursa hiyo. Sasa kutoka bandarini, nafikiri inaweza ikawa changamoto kidogo kwa watu kufata eh, kama litaruhusu, so, labda litasemwa, ila kwa mimi sasa hivi siwezi kusemea lolote kuhusiana na hilo. Nini hasa muhimu ambacho Ikulu ya Zanzibar itamkumbuka sana sana? Kweli, unajua Charles alikuwa na golden voice tuko tunasema, na ametuachia. Ukiangalia programu yetu ya utekelezaji wa ilani ya chama kwa miaka minne, alifanya simulizi nzuri sana yani, utekelezaji ulikuwa superb lakini uliboreshwa na sauti yake alivyokuwa anasimulia. Kwa hiyo ametuachia legacy kubwa sana, si kwenye hilo tu, lakini wote mnafahamu shughuli yoyote ambayo Charles alikuwa ni MC, watu lazima mtafurahi, kwa sababu alikuwa anajua kuweka utani wenye staha mzuri, yani ambao lazima ufurahishe watu. Kwa hiyo tutamisi sana. Alikuwa anasema mniite Uncle Charles, na sisi wote waandishi wa habari tulimuita Uncle Charles. Sasa pia tukashuhudia akitengeneza vipande vya vya video tunaita clips ambazo zinaelezea utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya serikali. Unadhani ubunifu uh, ule uliweza kusaidia vipi wananchi kujua nini kinachoendelea uh, ama utekelezaji ambao unafanywa na serikali ya awamu ya nane? Kazi inayofanywa, kama watu hawaijui au hawajaisikia, ni kama vile kwao haijafanyika. Kwa hiyo hili lilisaidia kuonyesha jinsi gani Mheshimiwa Rais Dr, eh, Dr. Hussein Ali Mwinyi anafanya kazi kubwa kupambania Wazanzibari wapate maendeleo. Kwa hiyo alikuwa ni sehemu ya kuonyesha juhudi hizo. Kwa kweli sisi tunashukuru sana, na ni kitu ambacho inabidi waliobaki waendelee kufanya. Kingine, uh, na nini sisi. Nidhamu yake ufanyaji kazi, kujituma, bidii, ucheshi lakini na kuwapenda wote. Asante sana. Nam mtazamaji ni katibu mkuu kiongozi mhandisi Zena Saidi, na vilevile ni katibu wa baraza la Mapinduzi eh, tukielezea msiba um, wa mwandishi wa habari mkongwe Charles Hillary. Asante sana.